Ndugu wanahabari, serikali yenu inatambua na kuthamini mchango mkubwa, kama nilivyosema kwenye salamu za viongozi, nasi wasaidizi wa viongozi hawa wakuu tunawahakikishia kuwa tutafanya kazi pamoja na nyie, na kupitia vyombo vya habari tutaweza kuhabarisha wananchi wetu shughuli mbali mbalimbali, mipango mbalimbali mbali ya taifa hili, lakini kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli hizi na vyombo vya habari vimekuwa sehemu kubwa katika kutoa elimu kwa wananchi, kama alivyosema awali kwamba vyombo vya habari vina kazi ya kutoa elimu, kuhamasisha maendeleo, kuonya, lakini pia hata kuburudisha. Na tunaposema kuelimisha wananchi, tunakwenda kuwaambia masuala mbalimbali muhimu katika taifa hili, ikiwa ni pamoja na elimu ya uzalishaji, ujasiriamali, maendeleo ya jamii. Haya ndio maeneo ambayo sisi tunayangalia. Lakini vyombo vya habari vimekuwa na nafasi kubwa katika kulinda na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, na vinachangia sana kwa kiasi kikubwa katika kuijenga taswira chanya ya taifa hili, hatua tuliyofikia leo katika nchi. Huwezi kutenganisha maendeleo ya taifa hili na vyombo vya habari, kwa sababu mtu aliyoko Lindi anajua mafanikio ya Arusha, anasikia mafanikio ya Mara, anasikia mafanikio ya Kagera, anasikia mafanikio ya, ya Iringa na kule Rukwa Katavi anajua kabisa kwamba nchi hii inapata maendeleo kutokana na vyo mchango wa vyombo vya habari kwa kuhabarisha umma ya matukio yote ambayo yanaendelea. Vyombo vya habari viendelee kutoa taarifa mbalimbali za maendeleo ya nchi hii na kama kweli tutazingatia uzalendo, weledi, maadili ya taaluma ya uandishi wa habari, utamaduni, mira na desturi za nchi yetu, tutafanikiwa sana na tutapata maendeleo makubwa na sina mashaka, kwa sababu leo tumeweza kukaribisha mataifa jirani ndani ya bara la Afrika, tumekaribisha mataifa ya nje kwenye kongamano hili. Na kwa hiyo kila mmoja atatoa uzoefu wake, sisi tutapata yale muhimu yanayofanana na utamaduni tulionao ndani ya nchi na kuyafanyia maboresho kwa mujibu wa utamaduni tulionao wa nchi yetu, na kwa hiyo tu katika kufanya kazi yetu tulengi zaidi kutoa habari zilizo sahihi na ambazo zinakwenda kuifanya jamii iweze kufanya vizuri zaidi wakati wote, na tuzingatie ukweli wa taarifa zetu.